Jamaa za familia ya watu watano waliouawa kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya kijana mmoja huko Masimba, kaunti ya Kisii wanahofia maisha yao. Walionusurika kuuawa wametafuta hifadhi katika kituo cha polisi cha Kisii wakihofia kuuawa. Aidha, wanamtaka mshukiwa mkuu aliyetoka Marekani kukamatwa kwa madai ya kupanga njama ya kuangamiza. Crispin Otieno anaarifu zaidi. Ni kilio cha familia ya Mzee Jackson Nyabuga. Baada ya watu watano wa familia yake kuuawa kinyama usiku wa kuamkia Ijumaa tarehe 18 Aprili mwaka huu mwaka. Hofu na majonzi zimewagubika familia hii iliyoponea kwa tundu la sindano, sasa inasema kuna watu wanaowaandama. Matumaini ya kuwa salama yakiwa katika kituo cha polisi, wapendwa wao waliuawa wote na hadi sasa hawajaweza kufika katika eneo la mkasa. Abuga Obande ni mmoja wa walionusurika kifo usiku huo. Angali na wasiwasi wa kuwakaribia watu na ndiyo maana amejifunika hivi na kwa koti na kuvaa barakoa. Hata hivyo anatuelezea yaliyomfika usiku huo. Hata walikuta wakaua watu nyumbani, waliua papa, wakaua mama, wakaua ndugu yangu, wakaua mtoto ya dada yangu, wakaua mtoto ya ndugu yangu watu tano waliangamizwa, mimi peke yangu ndio niliponea. Nikaenda kwa police station, nilitoroka hapo nikaenda kwa police station. Sasa nashangaa kwa police station naambiwa hapo utakuja kuchukuliwa, nitafute mahali ya kwenda kuishi. Sasa nashangaa nitachukuliwa kwa polisi namna gani? Jamaa huyu ni miongoni mwa waliokamatwa na maafisa wa polisi kwa madai ya kuhusika na mauaji ya kijana mmoja, ila anasema hakukuwa na ushahidi wowote, na hivyo akawaachiliwa huru kuna kesi likamata mimi na ndugu yangu pale nyumbani. Mtu alikuwa ameuawa, alipatikana kwa matafali. Sasa serikali ifanye uchunguzi. Tukiwa ndani pale mahakama ya Keroka tuliweza kuambiwa tumetuhumiwa, kwa sababu tumekaliswa sana bila usaidi kupatikana, tukawaachiliwa tukenda nyumbani huko. Ule mtu alikuwa amepatikana kwa matafali alikuwa ndugu ya Mwamelika. Sasa Mwamelika akasema kama tumewaachiliwa, atahakikisha ameangamiza ile familia. Abuga anasema anafahamu fika waliowaua familia yake na hivyo sababu ya kuhofia maisha yake. Mimi natafuta ni wawe tafadhali, sijui sasa nitakaa wapi mpaka niseme. Wale watu niliona wakiua ndugu yangu wakiua baba yangu wakiua mtoto ya, ya dada yangu wakiua mtoto ya ndugu yangu. Kufika Keroka nikaambiwa nyumbani hatutakikani. Mpaka saa hii nalilia serikali tusaidie, tuweze kufika nyumbani, tuweze kushika wazazi wetu kwa amani. <laughs> Hatujui hata miri iko wapi, lakini tunaomba serikali msaidie hata huko penyako. Na naye anajua wenye walikuwa wamempiga wame, anajua hata wa mwisho penye mwenye alimpiga mateka anamjua. Polisi wanawasaka watu ishirini na moja waliohusika katika kisa hicho <tutu yungu wende> Crispin Utieno, Runinga ya Citizen Kisii. <tutu yungu wende>